Mtazamaji wa Television Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu kuwa hujambo na karibu katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa hapa Tumaini Television. Ninakuletea kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde, lakini pamoja nami yuko baba eh, Padri Dr. Clement Kio eh, katibu mtendaji wa idara ya Liturujia Tanzania TEC. Na kusiwe nami tangu mwanzo hadi tamati tukiwa tunaangazia eh, hati za liturujia ikiwa ni liturujia saba. Tega masikio yako, utufuatilie vizuri uweze kujifunza itakavyo iweze kukusaidia mtazamaji. Ni liturujia ya kipengele cha liturujia, hati ya, ya saba ni hati ya mwisho ya hati za liturujia Sacramentum caritatis, ndio baba, ndio. Eh, hii Sakramentum Caritatis ni barua ya kitume ya Papa Benedikto wa kumi na sita baada ya sinodi ya ekaristi kama chanzo na kilele cha maisha ya utume wa kanisa. Hmm. Sakramentum Caritatis maana yake ni sakramenti ya upendo. Hiyo Sakramentum ni sakramenti ya Caritatis iliyo upendo, aa, caritas upendo, okay. Kwa hiyo ni sakramenti ya upendo kwa caritas. Baba, imetokana na neno la caritatis, ndio caritas, eh, so, hiyo maana caritas, maana yake upendo mm -hmm. Sasa so, caritatis ni eh, tunasema iko katika genitive ya upendo mm -hmm. Ile tis ya upendo, sakramenti caritatis mm -hmm. Sakramenti ya upendo mm -hmm. Kwa hiyo ni hati ya kitume ya kwanza ya Baba Mtakatifu Benedikto wa kumi na sita baada ya sinodi ya Roma ambayo ilifanyika tarehe mbili hadi tarehe ishirini na tatu ya mwezi wa Oktoba mwaka elfu mbili na tano mm -hmm. Hati hiyo inaeleza juu ya sakramenti ya ekaristi ikitoa miongozo ya msingi inayolenga kuboresha, kulinda hadhi na uchaji wa ekaristi katika kanisa. Kwa hiyo haya maadhimisho tunayofanya ya ekaristi lengo lake kwamba lazima kulinda hiyo hadhi yake, kulinda uchaji ndani ya kanisa Katoliki. Baba, hii neno uchaji wa ekaristi takatifu unamaanisha nini? Uchaji ni ile kwamba uchaji wa Mungu nataja katika laai e, e, saba, saba. Mm-hmm. Uchaji maana yake e, ule unyenyekevu katika ekaristi takatifu kule kwe, kwenda mara kwa mara eh, kupata baraka katika hiyo ekaristi takatifu ndio uchaji. Hali atiroho, ya kiroho ya kuendea ekaristi takatifu mm -hmm. Ili kupata neema na baraka ambazo ziko katika hiyo ekaristi takatifu ndio uchaji. Kumbe tusiende tusiende tu, ninaje umeenda. Kumbe tuandae mioyo yetu mioyo mm yetu -hmm. Kwa utulivu kwa upole ndio uchaji mm -hmm. Kwa hiyo ni sakramenti ya upendo hii ekaristi kwa sababu gani? Kristo mwenyewe alijitoa kwa ajili yetu, kama tunavyo soma katika injili ya Mtakatifu Yohane sura ya kumi na tano aya kumi na tatu Na vilevile tunasema Kristo alitupenda upeo eh, na Mungu alitupenda upeo hata akamtoa mwanaye wa pekee kwa ajili yetu. Ndio maana ndio sakramenti kweli ya upendo, na Kristo akatuachia hiyo sakramenti ya upendo a <laughs> tukiguzwa maudhui katika hati hii ni kwamba baba Mtakatifu anagusia uhusiano uliopo kati ya sakramenti hii ya ekaristi na sakramenti nyingine. Kwa hiyo mm-hmm. kumbe kuna uhusiano wa pekee kati ya sakramenti ya ekaristi takatifu pamoja na sakramenti nyingine, tutaziona isi tunavyo sasa baba samani hapa yeah, wamesema kwamba hii sakramentum caritatis inaelezea pia ni ni sakramenti ya upendo ambayo ni ekaristi takatifu ndio sasa. Hii watu wanaweza wakajiuliza kwamba ekaristi takatifu ni sakramenti ya upendo caritas. Yes, e sasa na nyingine zile ni sakramenti za upendo? Labda inakuwa eh, maana kuna uhusiano kati ya sakramenti hii ya ekaristi na sakramenti nyingine, maanake unapoongelea sakramenti hii inazibeba sakramenti zote zimefungwa katika huu upendo, okay. kwa okay. sababu so, Mungu alitupenda upendo mm -hmm. akamtuma mwanawe wa pekee ambaye alikuja kuyatoa maisha yake kwa ajili yetu mm -hmm. kwa hiyo, yote tunayoadhimisha yanazunguka katika huu upendo kwa ni mm -hmm. sakramenti ya upendo, ukishikilia mm hizo -hmm. sakramenti hati hii imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza tunasema ni ekaristi fumbo <laughs> la kuaminiwa manake, mm -hmm. ni fumbo lazima tuliamini. Pili, Ekaristi fumbo la kuadhimisha, ndio maana kila sikupad anasema leo tunaadhimisha kwayo, ni fumbo la kuadhimisha. Lakini vilevile sehemu ya tatu ni Ekaristi fumbo la kuishi, kwa maisha yetu yamefungwa katika Ekaristi. mm -hmm. Ma, maisha yetu yamefungwa katika huo upendo wa Mungu. Sasa mm -hmm. tuanze kuanza hivi kipengele cha kwanza, ekaristi fumbo la kuaminiwa. mm -hmm. Tunakumbuka Yesu alimwambia yule aliyepigwa fumba so, enenda zako, imani yako imekuponya. Kwa hiyo tunaitwa tuliamini hili fumbo la ekaristi, na kwa fumbo hili tutaponywa yote. mm -hmm. Unapoenda kanisani katika adhimisho la ekaristi takatifu, basi kumbe utapeleka magonjwa yako. mm -hmm. Utapeleka shida zako utapeleka nia zako, unapompokea Kristo, kunambia nendeni na amani. Kwa hiyo ni kama enenda zako sasa, imani yako imekuponya. kuponya kwa hiyo mm -hmm. ekaristi katika ni kazi ya Mungu kwamba mumwamini yeye aliyempeleka Kristo. mm -hmm. amepelekwa na Mungu, kwa hiyo tumwamini yeye aliyetupeleka huyo, ambaye ametuachia ekaristi, tumwamini yeye. mm -hmm kama tulisema katika injili ya mtakatifu Yohana sura ya sita ya mm -hmm. baba katika hiyo ekaristi ni fumbo la kuaminiwa na dhani, tumwambie mtazamaji, yeah. Wakatoliki wengi mtazamaji, hawana mwamko, hawajisikii ndani kwenda kukaa mbele ya Yesu Ekaristi. Kumbe baba hapa anatusisitiza kwamba ekaristi ni fumbo la kuaminiwa, kwamba ukienda umekaa mbele ya Yesu Ekaristi, mwambie chochote na magonjwa yako yamepona, magonjwa yote, matatizo yako yanaisha. Tusiende tena kwenye mambo kwenye makanisa ambayo sio ya kwetu, tubaki kwa Yesu Ekaristi, atatenda yote na atatendea muujiza sawa sawa na mahitaji yetu. Hiyo ni fumbo la kuamini imani yako imekuponya kwa sababu unapokuwa na imani katika hiyo ekaristi unapata yote unayohitaji katika hiyo ekaristi. Yesu anasema mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila mkate huu au akila chakula hiki ataishi milele, na chakula ninachotoa kwa ajili ya uzima wa ulimwengu ni mwili wangu. Umana tunampokea kitu cha mwili wa Kristo, mm -hmm. ni Kristo mwenyewe tunampokea. E, anaonyesha kwamba ekaristi msingi ni utatu. Ni utatu kivipi? Kama Mtakatifu Sirili eh, wa Yerusalemu anavyotufundisha kwamba tunapomwita uh, Roho Mtakatifu kwa huruma ya Mungu, anamshusha huyo Roho Mtakatifu anatakatifuza vile vipaji vilivyoletwa pale mm -hmm. ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika sala ya Ekaristi tunamwita uh, Mungu amshushe Roho Mtakatifu ili huu mwili eh, hii hii, mkate na divai uweze kuja kuwa mwili na damu mtakatifu ya Kristo. Kwa hiyo ni ushirika katika huo utatu tunauamini huo utatu katika ekaristi takatifu. Kwa hiyo tunapompokea yesu wa ekaristi, maana yake mungu amehusika, roho mtakatifu, mungu baba amehusika na roho mtakatifu amehusika. Kwa hiyo tunaalikwa kuamini katika huo utatu mtakatifu. Baba, katika hili hapa, kwamba mimi nimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. yeah. Yeah, na mnatuhamasisha kwamba jamani tujiandae kabla ya komunio na watu wafunge ndoa. Sasa mimi ni chakula chenye uzima. Watu wengi wanakaa kwenye uchumba. Sasa baba, hapa kwa uzima wao wanaupataje? Na Kristo ndio uzima, labda ungewaambia tu. Ndio eh, ndio mm. Tuna ndio maana tunasema kuna uhusiano kati ya sakramenti hiyo ya Ekaristi. mm -hmm. Na sakramenti nyingine mm -hmm. sakramenti ya ndoa tunasema, mm -hmm. sakramenti ya Ekaristi ni sakramenti ya upendo mm -hmm. na ndoa inajengwa katika upendo mm -hmm. kwa hiyo hawa wanaopendana wakijenga maisha yao katika upendo mm -hmm. wakiipenda Ekaristi basi watayarekebisha maisha yao mm -hmm. ili waendelee kudumu katika upendo wa Mungu tena usiyogawanyika mm -hmm. kwa hiyo ni imani yetu kwamba masomo haya tunayotoa yanatoa mwanga kwa kila mtu um, awe padre awe mlei awe mtawa kujua huu upendo wa Mungu umezungushwa katika hii sakramenti mm -hmm. ya Ekaristi. Kwa hiyo basi, kumbe tunaalikwa kuliamini hilo fumbo la Ekaristi katika mafunzo mm -hmm. Sasa tuje sehemu ya pili ambayo inagusa, Ekaristi, fumbo la kuadhimishwa okay. Ekaristi sio kwenda kuiangalia tu au hatuendi kanisani kwenda kukaa tu na kutazama klaba tabi, mm -hmm. Na sisi tunaalikwa kushiriki katika kuliadhimisha hilo fumbo la Ekaristi mm -hmm. Tunaenda kanisani, tuna sali, kuna vitu kizano kuna yale ambayo tunapaswa tuna tuna kuyashiriki katika adhimisho, kwa hiyo ni fumbo la kuadhimisha. Yesu anasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ni kufanya ndiko kuadhimisha. Kwa hiyo hatukai tu nyumbani kusema basi mimi ni Mkristu, niko nyumbani, siendi kanisani, siadhimishi chochote. Basi wewe sio Mkristu. Nabidi kuandaa pia moyo tangu nyumbani, kuandaa moyo wako tangu nyumbani, umeangalia Eh, misale yako ya wami kwamba leo masomo ni haya mm haya -hmm. leo ni hayatau eh, mzuri kabisa, unatoka nyumbani masomo gari ei unaenda sasa, unasikiliza sasa alafu unafumbuliwa, unatolewa ufafanuzi wa lile neno ambalo tayari kutoka nyumbani kwa mm -hmm. hiyo eh, tunaalikwa kufanya mageuzo eh, ya mioyo yetu kutoka nyumbani mm -hmm. na kuja kushiriki mageuzi yale ya mwili ya, ya, ya mkate na divai kuwa mwili na damu takatifu ya, ya. Kwa hiyo eh, ni hayo maadhimisho. Kwa hiyo kumbe, fadha jinsi Kristo anavyogeuza mkate kuwa mwili yeah, na divai kuwa damu yake mm -hmm. ni fundisho In, pia kwetu sisi tubadilike matendo yetu maovu mm -hmm. tu, tuweze kumwelekea Kristo tuweke utakatifu sasa, mm -hmm. Haya mambo ya kidunia yanapewa ladha ya kimungu mm -hmm. ndani yake mm -hmm. Kwa hiyo hata kama ni kazi zako inakuwa na ladha ya kimungu shughuli mm -hmm. zako, maneno yako, matendo yako yote yanakuwa hiyo ladha. Ndiyo mageuzi ambayo mm -hmm. ambayo na sisi tuwe mkate. Mkate. Mm -hmm. kwa wenzetu tukamegeke, tukawamegea wenzetu nene, maana nendeni na amani, mnatumwa mkayaishi na kuyatangaza. Mm -hmm. Liturujia mm -hmm. kimsingi ni tunasema ni Axio Dei, ni matendo ya Mungu. Kwa hiyo tunafanya matendo ya Mungu tunapoadhimisha liturgia. mm -hmm. ni kutii amri ya Mungu aliyesema, uh, nendeni mkayafanye hayo. Kwa hiyo katika liturgia si usanii tu mm -hmm, bali ni upendo halisi wa kufanya yale ambayo Mungu amekuagiza tuyafanye. Ndio. Kwa hiyo fadha pale manake utujia kama ambapo, ambapo umekwisha kutufundisha kwamba liyo, liyo, kila mmoja anapaswa kushiriki kwa matendo tukiwa kanisani. Waimbaji wanatusaidia kuanzisha, mm anasema Bwana awe nanyi kwa sauti. kama ni kupiga makofi tunapiga wote mm -hmm. kama ni kusali baba yetu tunasali wote mm -hmm. kama ni mwanakondoo tunaimba wote. Kwa hiyo tunashiriki kwa pamoja, kwa hiyo ndio jinsi ya kuhakikisha. Kwa hiyo mtazamaji, uh, kama vi, vile ambavyo baba anatuelekeza kwamba liturujia ni matendo ya Mungu, kumbe tunapokuwa kanisani kama vile wana wa Israeli walivyokuwa na msifu Mungu kwa shangwe, sisi tunamsifu Mungu kwa matendo ya liturujia kanisani. Kwa hiyo nda, kanisani siyo sehemu ya kusinzia. Kwa hiyo tuanze pamoja kama baba anavyotufundisha. Ijumaa Dominika ijayo tuitikie yote kwa sauti, tumwadhimishe Mungu wote. Asante sana. Hakika alikujia, kuna kitu kinaitwa ars celebrandi na actuosa participatio, maneno ya Kiswahili. Mnacho nini, Father? Ars celebrandi ni sanaa ya kuadhimisha, jinsi tunavyoadhimisha ni sanaa, tunavyoimba Mwenyezi Mungu wakati jinsi yetu ya kuimba eh. mm -hmm. Ile, ni sanaa ni kwa mm -hmm. Kwa hiyo tunavyomwadhimisha Mungu ndivyo tunavyoguswa zaidi kushiriki kwa eh, ndani zaidi, kama ni nyimbo mm zinavutia -hmm. kama ni wimbo wa sherehe, bali uimbe wote, kanisa zima, kama ni labda tumekiwa, ndio jinsi watuzi wetu chunga vizuri, kama ni huzuni, kwa hiyo wimbo ni wa huzuni. kama mm -hmm. mm -hmm. ni furaha, ni wimbo wa furaha. Kwa hiyo tunasema ni jinsi ars celebrandi. Hicho ni kitu muhimu sana ambacho kinatusaidia kuwa na ushiriki hai, kila muumini mm -hmm. anashiriki hai kwa jinsi tunavyoadhimisha, lakini vilevile kunaita actuosa participatio, maana yake participation yani. mm -hmm. Sio kama umekaa pale unaangalia tu hapana, lazima uwe active maanake, mm -hmm. ushiriki hai, kila mmoja sio kwamba anaenda tu kuangalia, bali anashiriki kwa uhai. Kama tunapiga vigelegele, tunakuja wote, kama tunapiga magoti, tunakuja wote, kama vyovyote vile vile. Na fadha, waimbaji pia wanapaswa kutuandalia nyimbo tunazozifahamu. E, na nyingine nyimbo wanaimba ni sawa, lakini sasa atuzifahamu, e, tunakaa kimya. Nyingine ni sababu tuseme, nakaya wetu wa, wa, na, wa, lazima waandae nyimbo kila mara mm -hmm. na ndio maana sasa hivi tuna tovuti yetu, wanaandaa mm -hmm. nyimbo wanazioa kwenye ile tovuti, wanazicheza kwanza, watu wanazifahamu kwanza hafu baadaye okay. sasa ndio wanapokuja kanisani watu wote wana eh, wanazifahamu kwa hiyo wanaanza kwanza kuziimba wenyewe wanazirusha kwenye mitandao watu tunaziona, ah, baadaye tukija kanisani tayari sasa. mm -hmm. Kumbe kila mtu anafaa, ah, huu wimbo nimeusikia kwenye, kwenye melody fulani. Kwa hiyo tuwape kongole, kongole kongole, wanakwaya. kongole, wanakwaya. kongole kwenu wanakwaya kwa namna mnavyojitahidi kutunga nyimbo kwenye, kwenye tovuti yeah. zinapokuja uh, wakati zinafahamika, kongole kwenu. Basi vilevile kuna kazi ya Roho Mtakatifu kwa amri anaposema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunamwita Roho Mtakatifu wakati wa sala ya Ekaristi: Bwana kweli mtakatifu, tunaomba umtume Roho wako wakfanye vipaji hivi viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu vile vile, tunaeshirikiana naye katika kuwaadhimisha. Kwa, kwa hiyo kumbe maadhimisho yetu ni muhimu sana, kwa sababu yanaongoza na Roho Mtakatifu. Na siku ya Dominika, hati hii imehitaja kama siku muhimu sana kwa, eh, kwa sisi sote wa Katoliki, kama siku ya Bwana, kama siku ya ufufuko, kama siku ambayo amesema hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Sasa tubuse sasa ekaristi na sakramenti saba, kwamba mm -hmm. Kuna uhusiano kati ya ekaristi na sakramenti saba a mm -hmm. na sakramenti ya ekaristi katika hiyo mm -hmm. na sakramenti ya kwa, kwa mara ya kwanza unapopokea ekaristi takatifu inakamilisha sakramenti ya kuingizwa katika ufisi, kwa sababu sakramenti ya kuingizwa katika ufisi inaanza na ubatizo. mm -hmm. baadaye tunakuja kipa imara. Sasa unapopewa sasa chakula cha kiroho unakamilishwa wewe, unaishi kisawasawa ndani ya maisha ya haya ya Kristo mm -hmm. kwa hiyo eh, uzoefu huu wa kwanza wa kupokea ekaristi komunyo ya kwanza ni kitu cha pekee kabisa. Kwa mara ya kwanza, nakumbuka kwanza, nakumbuka yaani nimejisikia mimi ni wa pekee. Uh -uh. na ndio maana wazazi uh -uh. wanatuandalia, wanaandaa sikukuu, inakuwa kubwa kuliko hata kipaimara. Kubwa kweli mm -hmm. Ekaristi ni kama kwamba wewe sasa ni Mkristo ambaye licha ya kubatizwa lakini sasa unashiriki na chakula kile cha roho chakula cha uzima na kadhalika. mm -hmm. na fadha hapo, na swali pia yeah. Katika uh, napowaingiza watoto wetu kwa mara ya kwanza kwenye ukristo kwa njia ya ubatizo, yeah. baadaye anapata ekaristi takatifu yeah. Ule umri wa kupata ekaristi kwa miaka hii, kwanza wengi wanaona kwamba watoto wanapata bado wadogo hawazingatii yale maadili ya Ekaristi eh, takatifu. Baba, hilo kama ukiwa. Baba yetu, naliongelea, kanisa linatuelekeza kwamba umri wa kupata Ekaristi huo umri wa nyeakili hmm. maana yake unaweza ukamwelekeza kwamba fanya hivi na hivi, heshima heshimu Ekaristi hivi, pokea kwa utaratibu, ndiyo hmm. maana mpaka awe mtoto mwenye akili hmm. anayeweza kuelezeka kufundishika kwa hmm. maana kuna mafundisho ya komunyo ya kwanza akifaulu basi kama anaonekana bado hana hawezi kuzingatia, nasema ngoja asubiri ili akili zikomae vizuri. Kwa hiyo ni umri wenye akili, kwa sababu lazima uheshimu hiyo ekaristi. Vilevile kuna mpaka wa wagonjwa na komunyo paa, mpaka wa wagonjwa kama tulivyosema, uh, um, mpaka wa wagonjwa anapewa mgonjwa ambaye anateseka anaumwa, anahitaji fadhila tufahamu kwamba mpako wa wagonjwa ni kushiriki mateso vilevile ya Kristu, kwamba naumwa lakini Kristu naye aliteseka kwa ajili yetu. Kwa hiyo tunaposhiriki mateso haya na tunapomleta tunapompatia mgonjwa sakramenti ile ya kumpa faraja ya upendo wa Kristu, basi anapokea hiyo upendo pamoja na kumpelekea ile ekaristi kwamba anapokea uh, upendo wa Kristu na kupewa nguvu ya ekaristi takatifu katika sakramenti hiyo, ambapo zamani walikuwa wanaita sakramenti ya mwisho. Zamani ilikuwa sakramenti ya mwisho <laughs> lakini sio sakramenti ya mwisho, ni sakramenti ya wagonjwa au sakramenti ya mpako wa mtakatifu. Tukija katika daraja da takatifu, daraja takatifu, kuna ushemasi, upadre na uaskofu. Tunasema hii ni sakramenti ya huduma na ni kwa sakramenti hii ya huduma tunapata wahudumu wa, wa ekaristi takatifu hmm, ambao siku zote ndio wametoa ile amri ya kumkisha Yesu. Hmm. Okay. E, alitoa amri, fanyeni hivi wakukumbuisha. A, kwa hiyo kumbe kuna uhusiano mkubwa kati ya sakramenti ya daraja takatifu. Okay. Amaanaake sakramenti obadi, ya upade na waskofu pamoja Asakun. na sakramenti hii ya ekaristi takatifu Baba Be kwenye hapo yepo kwenye sakramenti ya daraja yeah. Yeah, wengi wame wameniuliza maswali kwa habari ya shemasi, wajibu wa shemasi. Yeah, wanampelekea rozari ya bariki, wanampelekea yeah, hiki na hiki, labda ungeongelea kidogo kwamba wajibu wa, wa, wa shemasi kusudi mtazamaji ajue kabisa kwamba anaenda kumpelekea, yeah, shemasi kubariki vitu. Shemasi ana uwezo wa kubariki visakramenti. visakramenti. Mm. Umaea kubariki nyumba, maji ya baraka. Kwa hiyo kuna vipengele ambavyo shemasi anaweza kubariki, lakini zile baraka za kikuhani shemasi hawezi kufanya. Kwa hiyo ni ndefu nitoke ndefu sana, lakini basi utambue tu kwamba shemasi hizi tunazoita ni sakramenti anaweza akabariki, lakini hawezi kutoa baraka Vilevile padre anabariki lakini vilevile kuna baraka ya yaa ambayo padre vilevile hawezi kufanya. Hata mume ni mlewe, kuna baadhi ya sakramenti anaruhusiwa kufanya kwa kadiri ya mwongozo, hiyo ni nyingine deuna. Kwa hiyo hiyo ni sakramenti ya daraja. Katika sakramenti ya ndoa uligusia kasema sakramenti ya ndoa unasema kwamba ni sakramenti ya upendo mm -hmm. na vilevile sakramenti ya ekaristi takatifu ni sakramenti ya upendo, lakini upendo huu wa ndoa unalinganishwa na upendo wa Kristu na kanisa lake, upendo usioweza kuvunjika, kwa maana anasema aliyeunganisha Mungu mwanadamu asiyeunganishi. Upendo wa Mungu ni wa kudumu. Mungu hakukatii upendo kwamba unajua, Mungu hanipendi siku hii. Mungu anapenda daima, kwa hiyo tunapompokea Yesu wa Ekaristi, na wakati wa adhimisho la ndoa nampokea Yesu wa Ekaristi, tunafungwa mm -hmm. na kifungo cha upendo cha sakramenti hii eh, takatifu. Kwa hiyo kumbe, mm -hmm. ni vizuri kutambua eh, kwamba watu wa ndoa wanalikwa kuishi katika upendo tena kama Kristu alivyopenda mm -hmm. kanisa eh, lake. Ni umoja usioweza kufutwa au ni mlinganiko usioweza kufutwa na kifo mm -hmm. Mungu ndiye anaweza kwa hiyo fadha hapo, hata kama naona kabisa kwamba mwenzangu amenitishia kuniua mm hayo -hmm. ni masuala mengine ambayo lazima tuangalie, kuna tatizo gani? kwa maana mm -hmm. matatizo katika maisha yapo siku zote, migogoro na nini, kwa ni kazi ya kanisa kuhakikisha kwamba hawa watu wanaishi vizuri. kama kuna tatizo tulitatue, tulita, tulita, tulita, tulita. mm hili -hmm. tatizo lakini sio kuvunja ndoa Sakramenti, sakramenti ya upendo, sa ya, ya daima. Tukija katika sehemu ya tatu, tunasema Ekaristi ni fumbo la kuishi. Kwa hiyo tunaalikwa maisha yetu yaendane na fumbo hili la Ekaristi, kwamba sisi tunapojitokeza mekana sisi ni Wakristu kwa maisha yetu, kwa matendo yetu. Kwa hiyo eh, ni wito wetu kwamba Ekaristi takatifu tuliishi tuishi imani yetu, kwamba tuna tunacho kiamini na kukiadhimisha tukiishi, isitoshe e tu kwamba mimi ninaamini katika Kristo. mm -hmm. Mimi ninaenda kanisani, lakini yale maisha lazima uyaishi uwe uishi katika upendo. mm -hmm. Unampenda mme wako, unampenda mke wako, unalipenda kabisa, unapenda watu wengine. mm -hmm. Bila kujali huyu e, ni nani au dhehebu gani wa. Kwa hiyo Wakristo wote yani waamini wale mapadri na wale walioitwa katika maisha ya wako wana alikwa siku zote kuishi maisha yao kama wito wao wa msingi. mm -hmm. juu ya uthabiti wa Ekaristi, tukipenda Ekaristi zakutaiishi basi, tutakuwa kweli ni watu wema kwetu sisi wenyewe, na hapa duniani tutakuwa ni watu wa waaa fadha. Tuna kabla tujahitimisha, una neno la kuweza kuwa kuwaasa watazamaji wetu? Basi tunawasa watazamaji wetu kwamba imani yetu imejengwa katika hiyo ekaristi, sakramenti ya upendo. Tuzidi kuimarishwa katika huo upendo, tuishi imani yetu, tusiwe na shaka, tusiwe na hofu uye imani yetu, na tuwe watu wa mfano katika. Karibu baba ahitimishe kipindi chetu, asante sana basi ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu usinyume tukiomba katika shida zetu, tuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ee Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina, amina. Tumshukuru Mungu. Mtazamaji, kila chenye mwanzo kina mwisho, mpaka hapa tumefika mwisho wa kipindi chetu. Nikukumbushe tu, tumejifunza mengi sakramenti ekaristi na mahusiano au ushirikiano uliopo na sakramenti nyingine. Lakini kikubwa Father ametuambia kwamba sakramenti ya ekaristi tuishi sisi, tuwe sakramenti kwa wengine, tukawe mkate kwa wengine, tukawe kitabu, tusomeke na wote, ili maisha yao yaweze kubadilika. E, shukrani kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwako kwa Baba Clementi Kio na ndugu Josef. Uh, Josefu Binamungu nyuma ya kamera, mimi ni sisa Savina Makonde. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.